Kwa nyumba hello. Kuna akina mama kwa nyumba hapa mko, mbona hamna furaha sister? Au mama, simama kuan hapo, simameni. Aona mmoja hapo, mwingine famusha akaua simama, mwingine amusha mamaje karibu na mwambia simama watambue Eh ninyi wengi msimama ndo watambue. Tupangia kuna wengi. Tupigieni makofi hapo. Aya, yule mzee karibu na hapo. Ngo angalia kama wako hapo. Luka dem, ndio Luka. Ni mashi mzuri. Yule uko karibu na mama angalia. Kama hapo hapo unifanyie hivi hivi. Kama yuko wapi sijui vibe hivi.

hizi wewe bado hizi kiloeakondoea. Angalia, mimi nakuheshimu, lakini huyu mama yako huyu, huyu mama yako huyu, na mimi sikukutukana. Ningekupatia yeye tu siku moja, siku moja ukae naye, utakimbia umuache.